Miongoni mwa wagombea wote wa wadhifa wa urais, mheshimiwa Peter Kenneth yuko katika mstari wa mbele kabisa katika misingi ya uadilifu na uaminifu kwa raia wa taifa hili. Mheshimiwa Peter Kenneth mbunge wa Gatanga aliyepia waziri msaidizi katika wizara ya mipango ya kitaifa na ruwaza mwaka 2030 amewadhihirishia wananchi wa Gatanga wilayani Thika katika mkoa wa kati na Wakenya wote kwa ujumla kuwa yeye siyo tu kiongozi mwenye tajriba kuu katika maswala ya kilimo, bima, nyumba na utengenezaji bidhaa, bali pia ni kiongozi na mwanasiasa ambaye azma yake ni kuleta tofauti kubwa kimaendeleo hapa nchini Kenya. Kutokana na umaarufu wake kama kiongozi wa vitendo, Mheshimiwa Peter Kenneth amedumisha hadhi na sifa yake kama kiongozi ambaye, kwa muda mfupi akilinganishwa na wanasiasa wenzake ambao wamekuwa siasani miaka nenda miaka rudi ameigeuza kabisa sura ya eneo bunge lake la Gatanga. Sasa hivi Wakenya kote katika jamhuri wanatafakari kuhusu mengi ambayo angeifanyia nchi hii akichaguliwa kuwa rais. Katika kipindi chote tangu alipochaguliwa mara ya kwanza bungeni mwaka elfu mbili na mbili, Mheshimiwa Peter Kenneth ameonyesha ukakamavu kimawazo ndani na nje ya bunge. Huyu ni kiongozi mwenye bidii kazini mwake na katika kila analofanya kwa manufaa ya wananchi. Kiongozi ambaye lengo lake kuu ni kuwafikia ufanisi wa hali ya juu Wananchi anaowakilisha bungeni na Wakenya wote kwa ujumla katika kila nyanja ya maisha wanafahamu ukweli huu wa mambo. Wakenya wanafahamu vyema kwamba eneo bunge la Gatanga limegonga safu za mbele redioni, kwenye television na magazetini kama eneo ambalo limenawiri zaidi katika miradi inayofadhiliwa na fedha za hazina ya ustawi wa maeneo bunge almaarufu CDF. Mbali na kuwa kiongozi mwenye ujuzi mkubwa katika maswala ya siasa, Mheshimiwa Peter Kenneth pia hapo awali amehudumu kama meneja mkurugenzi wa kampuni ya bima Kenya Reinsurance. Mbali na kufanya kazi na wizara ya mipango na ruwaza mwaka 2030 Mheshimiwa Peter Kenneth pia amehudumu kama waziri msaidizi katika wizara ya fedha, na kwa hiyo ana ujuzi na maarifa makubwa kuhusiana na maswala ya kifedha. Isitoshe, amefanya kazi kama waziri msaidizi katika wizara ya ustawi wa vyama vya ushirika, na ambayo ndio kitovu cha maendeleo makubwa ya wanachama waliotapakaa katika kila pembe ya jamhuri. Mheshimiwa Peter Kenneth pia amefanya kazi na kampuni ya bima ya COMESA Reinsurance, Zep Re, Industrial Development Bank, Bank Africa Reinsurance Corporation, Prudential finance and bank, na Nationwide Finance Company. Ujuzi huu unamweka katika mstari wa mbele miongoni mwa Wakenya stadi kazini mwao na hususan maswala yanayohusu usimamizi wa fedha. Ukweli wa mambo ni kwamba ni Wakenya wachache nchini wenye ujuzi kama huu. Wengi wa viongozi walioko sasa wamehusishwa na kashfa zinazohusu mamilioni ya fedha za umma, mbali na kashfa nyingine za ufisadi. Lakini mheshimiwa Peter Kenneth, hakuna siku ambayo ametajwa kuhusika na kashfa yoyote ya ufisadi au kashfa inayohusu fedha za umma. Rekodi yake ni safi na isiyo na dosari. Mheshimiwa Peter Kenneth pia anao ujuzi usio na kifani katika maswala ya vijana, na ambao wengi wao ni mashabiki wa soka, kwani amewahi kuhudumu kama mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini, huku wakati mmoja akiwahi kuichezea timu ya kandanda ya kilabu ya Reunion. Na kwa hiyo, jinsi Mheshimiwa Peter Kenneth anavyotangamana kwa urahisi na vijana, hii inampa fursa kujua moja kwa moja matatizo yanayowakabili. Hii pia inampa nafasi mwafaka ya kuzungumza na kushauriana na vijana na hivyo kufahamu vyema mahitaji ya vijana. Kila Mkenya anafahamu kinaga ubaga kwamba vijana wa nchi hii wamepuziliwa mbali na tawala zilizopita, na kwa hiyo wakati huu wanamuunga mkono kwa dhati Mheshimiwa Peter Kenneth kwa mengi ambayo tayari amewafanyia na ataendelea kuwafanyia ili kuinua maisha yao na kuwawezesha kukabiliana vilivyo na changamoto zinazotokana na ugumu wa maisha siku hizi. Ni wazi kwa kila Mkenya kuwa eneo bunge la Gatanga limeibuka kuwa kama kioo cha maendeleo yasiyo na kifani katika utekelezwaji wa miradi ya CDF. Miradi ambayo imeanzishwa na kutekelezwa katika eneo bunge hilo chini ya udhamini wa Mheshimiwa Peter Kenneth ni pamoja na miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya madaraja, miradi ya ujenzi wa mijengo inayotumiwa na, na maafisa wa idara ya utawala wa mkoa miradi ya usambazaji nguvu za umeme mashambani miradi ya afya, miradi ya elimu na kwa jumla miradi yenye manufaa moja kwa moja kwa wananchi huko mashinani. Kadhalika, kinachomlimbikizia sifa tele mheshimiwa Peter Kenneth ni kwamba eneo bunge lake la Gatanga limekuwa halina dosari yoyote katika matumizi ya fedha za umma hali ambayo ni tofauti kabisa na maeneo bunge mengine ya jamhuri ambako kumekuwa na visa vya utumiaji mbaya wa mamilioni ya fedha za CDF pamoja na fedha nyingine za umma katika mfumo wa ugatuzi. Kwa mfano Latif, mamilioni ya pesa za CDF zimeporwa na viongozi wa laghai katika sehemu nyingine za jamhuri. kwa mujibu wa tarakimu zilizoko, eneo bunge la Gatanga limefaidika na jumla ya takriban shilingi milioni 264 katika miaka ya kifedha ya serikali kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2011. Fedha hizo zote zimetumika ipasavyo kufadhili miradi mbalimbali mbali ya CDF ambayo tumeitaja hapo awali. Lakini siri ya mheshimiwa Peter Kenneth imekuwa ni nini? Kwanza imekuwa ni kutokana na maono yake, pili ni kutokana na uongozi wake mathubuti ambao chimbuko lake ni sera yake ya kushauriana moja kwa moja na wananchi anaowakilisha. Mheshimiwa Peter Kenneth huwa anawashirikisha wananchi kwenye vikao vya kufanya maamuzi, ni miradi ipi wanayotaka na inayohitaji kupewa kipaumbele. Hii ni taswira ambayo ni tofauti kabisa na maeneo bunge mengine katika jamhuri ambako kumekuwa na malalamiko ya ufujaji wa fedha za umma na ambako baadhi ya wabunge na vibaraka wao huketi na kuamua ni vipi fedha hizo za pasa kutumika. Wakati huu Kenya hitaji mageuzi katika kila nyanja, iwe ni nyanja za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Viongozi wa zamani hawawezi kamwe kuifanya nchi hii kuafikia mageuzi yafaayo, kwani fikra zao zimeambatanishwa na mawazo na itikadi zilizopitwa na wakati. Siasa za viongozi kama hawa ni siasa za zamani ambazo haziendi sambamba na mabadiliko makubwa ulimwenguni na mahitaji ya sasa ya Wakenya na kwa hiyo unapofikiria kuwachagua viongozi katika wadhifa wa urais, hebu tafakari na ujiulize, Kenya mpya chini ya katiba mpya inahitaji viongozi wa aina gani? Kenya ya sasa yahitaji kiongozi mwenye fikra mpya na maono mapya kwa nchi hii. Kenya yahitaji kiongozi ambaye hajawahi kutajwa kuhusika na kashfa yoyote ile katika uongozi wake na utendakazi wake. Kenya mpya yahitaji kiongozi asiye na tabia kujipiga kifua au kibri. Wakenya hawana haja na dikteta. Kenya mpya yahitaji kiongozi ambaye ana uwezo wa kuleta mshikamano na umoja miongoni mwa Wakenya wa makabila yote wa Kenya wa tabaka zote, lakini sio viongozi walioko sasa, ambao ni viongozi wenye hisia na mawazo ya kikabila kutokana na matamshi yao hadharani. Hawa ni viongozi ambao tayari wameiletea nchi hii shida zinazotokana na ukabila, wakati huu ambao ni muhimu sana kwa historia ya taifa hili. Katika uongozi wa Peter Kenneth, Wakenya wanaoimani kuu kwamba nchi yao imo mikononi mwa kiongozi ambaye mbali na kujali na kuzingatia maslahi ya Wakenya anao mtizamo mpana kuhusu maswala yanayochangia ustawi wa taifa hili katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Kwa kumchagua Mheshimiwa Peter Kenneth kuwa rais wa jamhuri wa Kenya, watakuwa wametimiza ndoto yao ya kuwa na Kenya mpya na uongozi mpya.